akitokea Horoya kwa maana ya Musa Kamara. Jonathan Sowah! Ni chui kutoka kwenye misitu ya Lisati Singida. Jonathan Sowah. Angalia pasi iliyopigwa. Angalia turning ya Jonathan Sowah. Alimwangalia wapi amekaa na vipi amekaa Musa Kamara. Mguu wake wa kushoto ulikuwa fimbo tosha ya kumchapa pin pin Musa Kamara. Chui kutoka kwenye misitu ya alizeti wakimrarua mnyama Simba kutoka kwenye mbuga ya Msimbazi. Jonathan Sowah. Ali Salim amekosea. Keyekeh! Emmanuel Keyekeh. Sio kwamba amemshika Simba Sharubu. Amezing'oa kabisa. Musa Kamara ameshika kichwa si kwa kupenda. Singida Black Stars wana wanafufua matumaini ya kucheza fainali ya kombe la shirikisho la CRDB si Bank. Makosa aliyofanya Ali Salim Katoro, aliyeshika fimbo kumwadhibu alikuwa ni nyota Emmanuel Kwame Keyeke, anayeduaza kama siku ya kufisha matumaini ya Simba kucheza fainali. Mguu wa kushoto wa Emmanuel Keyeke. Ni Singida Black Stars nao pia wanafungua booster kupitia Edmund John. Edmund John ni free kick, amechezewa ndivyo sivyo. Na David Kameta. Emmanuel Keyekeh! Asali na shubiri kwenye kikombe kimoja. Mateso na chuki kwenye mkeka mmoja wa Tanzanite Kwaraa. Mpira wa kutenga Uliopigwa moja kwa moja na ukajaa nyavuni. Hakuwa na cha kufanya mlinda mlango Ali Salim Katoro. Akili na maarifa kutokea magharibi mwa Afrika, kutoka kwenye mguu wa kulia wafundi Emmanuel Kwame Keyekeh. Lakini anakumbukwa kwamba alifunga katika ushindi wa magoli sita kwa bila kwenye mchezo wa raundi ya tatu ya michuano hii. Jean Charles Ahoua, mnyama anakataa kushikwa sharubu bila majibu. Jean Charles Ahoua MVP wa Ivory Coast, anashika jembe na kuchimba pale ilipofukiwa furaha ya wekundu wa Msimbazi. Simba wanaruhusu goli na ni kutoka kwa Jean Charles Ahoua ambaye aliangalia, akatazama, akapiga hesabu zake na zikaenda sawa, akamtesa kama si kumtaabisha mlinda mlango Obasoge Amas na kuiandikia Simba goli la kwanza.